Tunasalia nchini Tanzania hii leo. Taifa hilo limepata waziri mkuu mpya Mwigulu Lamek Nchemba, waziri wa zamani wa fedha na mbunge wa jimbo la Iramba mkoani Singida, anakuwa waziri mkuu wa kumi na mbili. Mwigulu mwenye umri wa miaka hamsini anayeshika wadhifa huo baada ya uchaguzi uliogubikwa na vurugu za waandamanaji, pamoja na masuala mengine, anakabiliwa na kibarua kizito katika kusaidia maridhiano ya kitaifa. Je, wachambuzi wamepokeaje uteuzi wake? ni zungumza na Gwandumi Mwakatobe mchambuzi wa masuala ya siasa nchini humo, anayesema haya. Kwanza mimi alijanishangaza jambo hilo kwa sababu nakumbuka mambo yalivyokuwa naenda ovyo, tulipokuwa tuna kodi nyingi, mpaka kwenye simu, mpaka kwenye nyumba, watu walimlalamikia sana Mwigulu Nchemba alisema ambaye hapendi hizi kodi aende Burundi huko mm. Atoke katika, katika nchi hii kwa mm. Kweli alikuwa na matamshi ambayo hatukutegemea waziri aweze kuwatamkia maneno kama hayo kwa, alilalamikiwa mengi kweli, lakini nafasi za uteuzi zinateuliwa na yule anayeteua. Tulidhani kwamba asingemaliza hata kipindi chote cha waziri wa fedha na mipango aliokuwa nache, lakini amemaliza. Lakini pia ninadhani kwa namna ambavyo alikuwa anaweza akatafuta fedha kila rais anapozihitaji kwao mm -hmm. Kuna vitu ambavyo amempenda mm. Sisi hatukuvipenda tarajia hatu wengi una, unadhani kulikuwa na chaguo bora zaidi? chaguo la mtazamo wa watu walikuwa wanafikiria watu wengine mm, lakini sio Mwigulu Nchemba kwa sababu hizo tulizosema, litubana sana kwenye masuala ya kodi. Lakini pia ni kama nilivyosema kwamba ni mapenzi ya rais, kwa amechaguliwa, ambaye labda wengi walikuwa hawamsema, lilikuwepo Na... chaguo lingine la watu, lakini sasa hatuchagui sisi. Kwa hiyo unadhani kwamba nafasi hii hataweza kuitendea haki hasa anapochaguliwa katika wakati ambapo taifa naweza kusema liko katika mgawanyiko na mengi yametokea hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi na wengi wanategemea taifa sasa linahitaji uponyaji. Watu wanabadilika kwa sababu ya hali iliyo nayo, hata kama alikuwa ni mtu ambaye ana majivuno na kiburi na nini, lakini watu huwa wanabadilika kwa msingi ambao tunamsi tunajenga msingi wa utawala wa serikali ya awamu ya sita inaanza chini ya maumivu makali. Watu anabadilika, anaweza akabadilika, kama ambavyo mtu anaweza akaja mzuri baadaye aka mbaya una... alianza vizuri sana rais akamalizia vibaya, kwa huyu tunamwona hafai, inawezekana kama amejifunza akabadilika na akafanya vizuri, na unaona kuna uwezekano huo. Uwezekano huo upo kwa sababu kwanza amesikia kilio cha wananchi, pia ni, ni mtu ambaye anapenda E, sifa, lakini tusisahau kuwa wanasema aspirations matarajio ya watu. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wanasema ameanza kujiandaa kwa muda mrefu, siku moja aje kuwa rais wa Tanzania. Kwao atapenda kufanya vizuri, apate sifa. Hayo tunayatarajia, wana maono ya mbali hawa. Kwa hiyo hebu tumpe mda, tusimtathmini mtu kabla ajafanya kazi. Ndugu Nchemba ameahidi kuwanyoosha watumishi wa umma wavivu wazembe wala rushwa e, kwamba wawe tayari atakwenda huko na fyekeo na reki. Unadhani atakwenda na mkakati gani mpya, kwa sababu si kiongozi wa kwanza kutoa matamshi kama haya, lakini hali inaonekana ni ile ile? Umesema vizuri, huko nyuma kama nakuja na fagio. Huko nyuma tumewahi kuajidia hata na fagio la chuma, lakini bado hawakufagiliwa wale ambao waliona ni wachafu mm. Ahadi ni kitu kimoja utekelezaji wa ahadi hizo ni kitu kingine. Na watu wengi ni wazuri sana katika kuahidi, na si kutekeleza kwao. Sisi hatutampima kwa ahadi zake nzuri, tutapima kwa jinsi ambavyo anatekeleza hizo hizo ahadi. Na wapo wanaoonyesha tayari kwamba pengine ataleta msukumo mpya wa kiutendaji serikalini, hasa kwa kuzingatia ahadi zake, lakini pia wengine wanaangazia urithi wake e, wa kiuongozi tangu alipojiingiza kwenye siasa. Wewe unasemaje? Hayo ni matarajio ya wengi, lakini watu wasisahau kwamba e, waziri mkuu ni msaidizi wa rais, atafanya kulingana na matakwa ya rais, si matakwa ya kwake, tusisahau mm. Ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania Gwandumi Mwakatobe alipozungumzia alipomzungumzia waziri mkuu mpya nchini Tanzania Mwigulu Nchemba.